Na nikawaza angepata jimbo mahala, basi mwaka huu kuna mtu angelia huko. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimefarijika sana kuona wataalamu hawa na wanataaluma namna ambavyo wanavyowasilisha mahitaji yao kwa serikali, tena si kwa orodha ya malalamiko, bali kwa kuonyesha pia majibu yanavyoweza kupatikana na kuboresha huduma zetu. <coughs> Na nimefurahi sana pia nilivyomwona mganga wetu mkuu kwa niaba ya waziri, na yeye alipokuwa akirejea katika kutafuta majawabu ya maswali na wataalamu hao wakipiga makofi. Nadhani huu ndio Tanzania ambao unatufanya tunakaa pamoja, tunajadiliana, tunapata majibu na tunasonga mbele kama taifa. <laughs> Naomba nitumie fursa hii, mheshimiwa mgeni wetu rasmi, makamu wetu wa rais, kukaribisha wewe binafsi pamoja na ugeni wako katika mkoa wetu Arusha, ikiwa ni mkoa wenye amani na utulivu na kwa kweli ni mkoa salama, na atakaye aje, kwa kuwa Mungu ametubariki kila kitu, ikiwa pamoja na hali ya hewa nzuri. Ukimwona mtu amevaa makoti mengi, ni indiketa au dalili njema ya kwamba huyo ni mgeni, na sisi wenyeji tutahakikisha tunamwonyesha wapi joto linapatikana. <laughs> Mheshimiwa Makamu wa Rais, niwashukuru sana viongozi wetu walioamua kuja Arusha kwa kweli sisi moja ya eneo linalotupatia pesa ni wageni. Mnapokuja hambebi magodoro, hamtoki na mchele kwenu, wala hakuna aliye na chumvi kwenye mfuko wa koti. Mkija hapa vyote mnanunua, na mkinunua wananchi wa mkoa wa Arusha wanapata pesa. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi kwa kulizia kuja katika mkoa wetu na kuendelea kuchochea uchumi wa mkoa wetu. Shukurani zangu zinaendelea kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuutengeneza mkoa huu kuwa unafaa kuwa mkoa wa mikutano. Mheshimiwa Makamu wa Rais, utakumbuka hivi karibuni kumekuwa na mikutano mikubwa ya kikanda inayopelekea kuwa na idadi kubwa ya mpaka marais wa nchi kama ambavyo ilivyofanyika mkutano wa energy pale Dar es Salaam, na kwa mapenzi makubwa alionayo Daktari Samia kwa mkoa wetu kalizia kutujengea ukumbi mwingine mkubwa ambao utakuwa ni wa aina yake na Afrika Mashariki na Kati, haupo utapatikana Arusha tu. Maana yake ni kwamba tutakuwa na wageni wengi zaidi katika mkoa wetu na kuhakikisha tunachochea uchumi. Nishukuru pia sana sana wizara yetu ya afya kwa kazi nzuri anayoifanya waziri wetu wa afya dada yangu Jenista Mwagama pamoja na timu yake nzima wakiwepo Dr Grace kwa namna ambavyo wamekiwa wasikivu na kuendelea kufanya mkoa wa Arusha ukiwa unapata huduma kikamilifu. Sisi tumepata bahati ya kupata wafanyakazi wapya katika sekta hii ya afya hususan wataalamu wa dawa kwa maana wa farmasia zaidi ya 115, jambo lililoongeza idadi ya watumishi wetu kufika asilimia sabini na nne. Nichukue fursa hii pia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kukuomba ya kwamba mkoa wetu huu tunayo dhamira ya dhati chini ya maelekezo ya Daktari Samia kufanya kwa kitovu cha utalii wa matibabu. Kwa kitovu cha utalii wa matibabu, yako mambo tunayoyahitaji, na mambo hayo ni pamoja na kuweka facility na wataalamu wabobezi wanaoweza kufanya Watanzania na wageni wanaokuja katika nchi yetu kupata huduma zote hapa nchini bila kukimbia kwenda kwa nchi jirani. Tunawafahamu, wako ndugu zetu wa Gakani. Nimekuja nikakuta taarifa ilikuwepo, walipanga miaka ya zamani kujenga chuo kikuu cha Afrika hapa Gakani, hapa Arusha, na ndugu zetu wa Gakani hawa wanalo eneo la kutosha takriban zaidi ya heka elfu tatu na wakijenga chuo hicho kikuu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, itatupelekea kuwa na hospitali pia. Huwezi kuwa na chuo kikuu cha tiba cha Afrika alafu hakuna hospitali bora. Ni maombi yangu Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na kwamba umeomba kupumzika, basi utakapoondoka katika nafasi yako ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alama ya chuo hiki iwe kumbukumbu kumbu ya mkoa wetu wa Arusha katika kuboresha huduma ya afya na kufanya kwa kitovu cha afya kanda wetu wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumekuwa tunapokea maelekezo ya viongozi wetu wakuu. Lakini Mheshimiwa Rais, moja ya maelekezo aliyonipa wakati ananteua aliambia, nenda Arusha kawe sikio la wananchi wa makundi yote bila kubagua na pale inapowabidi tafuta kila namna wanyonge na watu maskini wasiokuwa na uwezo waone sura na taswira ya upendo wa serikali yao kwa kuwahudumia kadiri iwezekanavyo. Kwa, kwa maelekezo hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ambaye Mheshimiwa Rais Daktari Samia alinipatia ini lazimu kuanzisha utamaduni wa upimaji na matibabu bure kwa wananchi wanyonge maskini wasiokuwa na uwezo, jambo ambalo tulifanya mwaka jana na tukapata watu waliohudumiwa takribani elfu thelathini na mbili. Jambo lilikuwa la faraja kubwa sana liliowapelekea wakinamama walioenda hospitalini wakakosa pesa ya kumalizia gharama ya kulipia vipimo wakarudi nyumbani wakiwa wanamlilia Mungu wao na sauti ilimfikia Mungu, na hatimaye tukafanya kama ambavyo rais wetu aliotuelekeza. Naomba kutumia fursa hii kwa sababu jambo hilo tulifanya ilikuwa ni mwezi wa sita mwaka jana, kuwatangazia pia wananchi wa mkoa wa Arusha ya kwamba mwaka huu pia tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kama tulivyofanya mwaka jana, kwa wananchi wote wenye uhitaji wasiokuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa magonjwa yote, na tutafanya kuanzia tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini na tisa takriban siku saba na kuhakikisha kwamba kama ulikuwa unaumwa na hauna pesa ya kwenda hospitalini, basi njoo. Mungu amesikia kilio chako na daktari Samia ametupa kibali cha kufanya tena mwaka 2025. Mheshimiwa Makamu, makamu rais, zoezi hili huwa linaonekana kama zoezi la kawaida, lakini sisi ni zoezi la kumtukuza Mungu na kumtumikia Mungu kwa nafasi zetu. Nakumbuka mwaka jana, yuko bibi mmoja alivyofika pale uwanja wetu wa mpira tulibadilisha pale, tukafanya kama sehemu ya hospitali. Alivyopokelewa akasajiliwa akaingia kwenye utaratibu akafika mahala akaambiwa, tatizo lako hili inabidi uende kwa daktari bingwa. Akaenda kwa daktari bingwa, akaambiwa anatakiwa akapimwe, akaenda maabara akapimwa, akatoka akarudi kwa daktari wake bingwa, na baadaye akaenda kwenye eneo la famasi, akaenda akapatiwa dawa. Bibi huyo nilimkuta hakujua kama napita kuangalia, lakini akiwa analia, mkono wake mmoja wa kulia ameshika dawa zake, mkono wake wa pili akiwa ameshika karatasi ya vipimo na majibu aliyopata kwa daktari. Kilio chake ilikuwa ni sauti inayosikika kwa unyonge na machozi mengi, akitoka akisema, Mungu, nimeonekana, umeniona. Samia amenipa dawa, Samia amenitibu. Nilikuwa nasubiri kufa, leo naenda kupona. Asante Mungu. Kwa hiyo maneno yake yale yalinikumbusha ya kwamba kazi hii tunayoifanya si tu kwamba inatupa nafasi ya kuendelea kuaminika na kupata nafasi nyingine zaidi, lakini inatuandalia mahala pema peponi siku ambayo Mungu akituita. Nimalizie kwa kukuomba, Mheshimiwa Makamu wa Raisi, ya kwamba mkoa wetu umekuwa mkoa wenye fursa nyingi na wiki hii ni miongoni mwa wiki zenye neema. Mkono wako wa kulia tu hapo, kuna mkutano unaendelea wa wanasheria wanafanya kazi yao, na jana tulikuwa na waziri Ndumbaro, lakini pia tumekuwa na wakuu wa majeshi wa nchi wa wanachama za SADC wamekuja hapa Arusha, tumekaa nao takribani wiki nzima, na siku ya Jumamosi walinialika kuwa mgeni wao rasmi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nijisikia fahari sana kuhutubia kwa niaba ya Rais wakuu wa majeshi wa nchi wa wanachama wa SADC. Kwa hiyo ninakuomba na kukusii, mwambie Daktari Samia ratiba zikiwa zimebanabana huko, hata mimi anaweza kanituma tu mahala. Ilikuwa ni heshima kubwa, na wakuu wa majeshi yale mimi kwa kweli nienda mle ndani nikiwa na mambo mawili tu. Kwanza kutoa ile hotuba, lakini cha pili network. Yaani nilikuwa napiga mahesabu ya kwamba nikiingia kwenye biashara nitauza mpaka huko South Africa kwenye kambi la wanajeshi na nichukue fursa hii kusema hayo kwa sababu huku tunapokutana kama hivi, mikutano ni networking. Hakuna mtu anayefanya biashara na mtu asiyemjua, hakuna mtu anayemwajiri mtu asiyemjua, na Arusha ndio center ya kutengeneza network. Endeleeni kuja Arusha na sisi tunawakaribisha sana, na haya yote mliyoyasema yaikama kubadilisha muundo, mkishamaliza mkapata na hizo kazi, akawepo na mkurugenzi wa mfamasia, njoo ule hapa ule, ule, ule maisha hapa Arusha kwa sababu hata Mheshimiwa Makamu wa Rais anajua mkoa pekee unaweza ukala maisha bila kelele ni Arusha, na yeye tunamkaribisha baada ya kustaafu akaribie katika mkoa wetu ili aweze kupumzika na kula maisha vizuri. Lakini sambamba na hilo, nitumie fursa hii pia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kukualika. Nafahamu ya kwamba mmemtuma kaka yangu Doto Mashaka Biteko kwa mgeni rasmi tarehe sita ambao ni kesho kutwa, tuna ufunguzi wa kongamano au maonyesho. Zaidi ya makampuni mia tano yako hapa Arusha yanakuja kuonyesha mnyororo mzima wa thamani ya utalii, na ni fursa kubwa sana. Zaidi ya nchi arobaini tutakuwa nazo hapa Arusha. Kwa hiyo kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, mji wetu utakuwa umejaa pia wageni wengi, ikiwa ni fursa pia ya kutangaza product ambazo zinakuza sekta yetu ya utalii. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeyasema haya mengi, lakini tosha kusema tunakushukuru sana kwa kuja Arusha. Ujio wenu viongozi wakubwa unatufungulia mlango wa kuaminika na kuwa mkoa wenye amani na utulivu, na kuwafanya watu wengi waendelee kutuletea mikutano katika mkoa wetu. Tutaendelea kutumika kadri ambavyo mtatuelekeza, sambamba na viapo vyetu, lakini kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha wanaendelea kunufaika na kunemeka chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimalizie kwa kuwaomba wafamasia wote, tunaye rais ambaye Mungu ametupatia, tumlinde, tumwombee na ikiwezekana panapopata, unapopata fursa tumtetee. Dunia sasa hivi imejawa na chuki nyingi sana, na viongozi wetu wakubwa hawa wanayo mambo ambayo wasingeweza kukaa kila kwenye mkutano na kueleza wanayoyapitia, lakini mengi wanayafanya kwa maslahi mapana ya taifa letu. Tusiwafikishe mahala wakaamua bora liwe bora liende. Kwa kuwa mapenzi yao ni makubwa, na sisi ni wajibu wetu kuyalinda. Hakuna nyumba iliyokamilika yenye kila kitu, lakini tunaishi kwa kuvumiliana tukiwa na matumaini makubwa. Ni waombe sana wafamasia mnapoendelea kuwahudumia Watanzania katika sekta yenu, basi mkumbuke pia mkono wa Mungu uwe pamoja nanyi, ili myafanye yaliyo mapenzi ya Mungu, na siku moja dawa mtakazowapatia mtu akumbuke ya kwamba nimepona. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kipindi cha nyuma kule usukumani kule, mtu akitaka kwenda kuoa, kabla ya kuoa inabidi yule mchumba apike kwanza, alafu akipika watu wa kila wakishiba wanasema hapa kuna utajiri. Watu wakila wasishiba wanasema kuna umaskini. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya kigezo cha mtu kuolewa au kuto kuolewa. Ni dua na maombi yangu dawa mtakazowapa wagonjwa zikawaponye ili waendelee kumtukuza Mungu kwa nafasi yenu. Baada ya kusema hayo mengi, naomba kutumia fursa hii, Mheshimiwa Makamu wa Raisi, kukukaribisha sasa upate kutuhutubia nasi upande wa serikali tutapokea maelekezo yote tutakayoyatoa na kwenda kuyafanyia kazi ili kusudi la mamlaka tuliopewa na wananchi likapate kutimia sawasawa, sawa na maelekezo yenu viongozi wakuu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu.